Hili bwana sio duka. Hii tunapendeza na mama. Unajua ah. Muda wetu wa kutiki. Nataka kwa... Hebu hiyo kofia. Ehe. Hapa tunakwambia Samia ni suluhu ya mtaa. Yaani suluhu ya matatizo yetu ya jamii yetu ni Samia. Kwa hiyo hii marangu hii, mchungaji unambariki na kupa form 6. Hii hii, hata hii kanisani unavaa. Eh. Hey. Nenga nilikaa nikasema bwana. Hey. Mama yetu aje kumsupport mheshimiwa rais, amefanya makubwa mengi sana. Hizi ni leso eh, Samia anatutoa kimasomaso, anaenda kutufuta jasho. Kwa hiyo tarehe 29, hakikisha unampigia kura kiongozi mwenye maono, udhubutu, tarehe 29 na hii na hii anga chifu inakuonesha utaratibu wa kuonyesha na namna ambavyo tunatiki. Unajua kwa e, ma, maombi yangu mimi yeah, ndio unaona yanasababisha yeah. Wewe na Nandy mnaendelea kunona, unaona, sitaki nikuangusha mchungaji, na hivi unanipa hivi tu na iPhone au iPhone? Nitaipitia dukani, iPhone unapitia dukani. Hii ni t-shirt yenyewe pia inakuonesha namna ya kwenda kumpigia kura 29, eh, Oktoba una tiki hapo. Kwa hiyo nenga huko juu sana, mdogo wangu, nenda kwambia, ukiacha zile unafanya zile chuo kwa chuo sijui nini zile akili sana na sasa kukutana na watu sasa, sio tukutane wanze kunisumbua. Hey. Hey. Idadi aliyonipa hii hapa ni bwana nenga, ukipata shukuru, ukipata t-shirt shukuru, chochote kwa maombi yangu, ndio maana mnaenda vizuri eh bwana, tuhakikishe Oktoba tuna tiki kwa Samia bwana, sio duka. Hey. Hii tunapendeza na mama, unajua muda wetu wa kutiki hapa. Tunakwambia Samia ni suluhu ya mtaa, yani suluhu ya, sulu ya matatizo yetu ni ya jamii yetu ni Samia. Kwa hiyo hii marangu hii, mchungaji ah, hii hata hii kanisani unavaa eh. Eh. Nilikaa nikasema eh, amefanya makubwa mengi sana. hii ni leso eh. ah. Samia anatutoa kimasomaso, anaenda kutufuta jasho. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa hakikisha unampigia kura kiongozi mwenye maono, uthubutu, tarehe ishirini na tisa na hii ambavyo chifu inakuonyesha taunajua, maombi yangu mimi ndio yeah. Unaona yanasababisha wewe na, na Nandy mnaendelea nana kunona na hivi unalipa hivi mm, tu na iPhone au iPhone utaipitia dukani, iPhone unapitia dukani ha, bukani. Hii ni t-shirt yenyewe pia inakuonesha namna ya kwenda kumpigia kura 29 Oktoba, una tiki hapo. Kwa hiyo nenga huko juu sana mdogo wangu. Naenda kukuambia ukiacha zile unafanya zile chuo kwa chuo sijui nini zile eh. Nimeelewa mdogo, kumbe una akili sana. Afe, sasa kukutana na wakilu. Sasa oh, sio tukutane, wanze kuni hey, sumbua hey, idadi aliyonipa hii hapa ni bwana. Nenga ukipata enga chifu shukuru, ukipata t-shirt shukuru, chochote unachopata yeah, kwa maombi yangu ndio maana mnaenda vizuri yeah, bana, tuhakikishe Oktoba tuna tiki kwa Samia.